Tuko maeneo ya Jerusalem sehemu ya kuzoa taka, ambapo wamekuwa wakizoa taka kwa miaka tano hivi. Kuna malalamishi kutoka kwa baadhi ya vijana ambao wamekuwa wakifanya kazi hapa, ambapo taka taka zinaletwa, kisha wanachagua baadhi ya bidhaa ambazo wanaenda kuuza, kisha wanapata mapato yao ya kila siku, ila tangu sehemu hii iweze kufungwa, sasa hivi hawana kazi. Utaanza na jina lako, tueleze wee ni nani na unafanya nini maeneo haya? Kama jina naitwa Kemani, mimi nimekuwa niki survive through hii taka taka kwa kuchemba kuchukua plastic na kutafuta chakula za nguruwe ambapo unapata, nilikuwa naweza kupata chakula za nguruwe kitu ndo saba, ambapo hii ndo saba ingeza kunifikishia kiwango cha mia saba nikikusanya pia plastic hivi, nilikuwa naweza kupata plastic za kitu mia tano kwa hivyo ukipiga hiyo hesabu, unaona ni kitu elfu mbili lakini since takataka isimamishwe, hali imekuwa ngumu pande zote sasa tungeomba tu serikali iingilie kati na ikue na suluhisho ya kudumu, kani takataka waweze kuchukua kwa wakati, kwa muda ambao unafaa. E, ndo hata mazingira ika ikiwa safi, lakini kia cumulative na hakuna mtu anakuja kuchukua yenyewe, inakuwa pia mazingira inachafu inachafu. <muchimu> jina lako, unafanya nini? Kwa majina naitwa Rafael Kidai, mimi ni mkazi wa hapa Jerusalem, na pia hapa mimi ni mfanya kazi wa hapa. Hii ni kazi yangu mm -hmm. na ni hustle pia kwa vijana wengi na marafiki zangu pia mm -hmm. ni kikundi ambapo tumejipanga na tukaamua kwamba hatuwezi tegemea serikali kwa kila kitu, lazima tujitume pia mm -hmm. lakini sasa pia tumekuwa tumefanya kazi yetu, lakini pia serikali inafaa angalie upande wake pia ifanye kazi yake pia wote, yeah. Tuungane tupate suluhisho juu ya takataka ndio yeah. Na pengine shughuli hii imesimamishwa kwa muda upi sasa? E, imesimamishwa kwa miezi miwili, na kwa hiyo miezi miwili imekuwa hali ngumu kwetu sisi vijana kwa hapa, kwa sababu cha kwanza hatuna mahali ingine ya kupata mradi ama mahali ingine ya kupata chakula ama mahali ya, ya kupata mtaji wa kujianzishia biashara, mm-hmm. Sababu sisi ni watu tumejipanga, tuna save na pia kwa hiyo savings ndo tunajisaidia pia pias awesome ni sauti ya baadhi ya vijana ambao wamekuwa wakijishughulisha kupata mapato yao kila siku katika maeneo ya kuzoa taka ya hapa Jerusalem, ila kwa sasa shughuli hii imeweza kusimamishwa kwa miezi miwili iliyopita. Wanatoa wito yao kwa serikali kuhakikisha kuwa taka hizi zinaondolewa hapa ili taka zingine ziweze kuletwa hapa na waweze kuendelea na shughuli zao za kila siku. Nikiripotia Mtaani Radio nikiwa eneo la Jerusalem, jina langu ni Maureen.